Yes bwana, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Moja ya habari mbaya sana, moja ya habari ya kusikitisha kwa wanasoka, kwa wapenzi wa mpira ulimwenguni kote, juu ya Kevin De Bruyne, ambapo inaelezwa kwamba mchezaji huyo ameweza kutangaza rasmi kwamba kuondoka katika kikosi cha Manchester City ifikapo mwishoni mwa msimu huu. Nyota wa Manchester City Kevin De Bruyne, inaelezwa kuwa ametangaza kuondoka klabu hapo mwishoni mwa msimu huu 2024 2025. Nyota huyu wa Manchester City alijiunga na klabu hiyo msimu 2015, akitokea katika kikosi cha Wolfsburg ya Ujerumani. Kevin De Bruyne amefanikiwa kushinda mataji sita e, na, na klabu hiyo ya Uingereza, makombe mawili ya FA, makombe mawili ya ngao ya jamii, lakini pia pamoja na kombe moja la klabu bingwa barani Ulaya yani UEFA ni kwamba amecheza jumla ya michezo 280 na ameshinda jumla ya michezo 193 lakini pia amepoteza jumla ya michezo 39 Kevin De Bruyne raia wa Ubelgiji au Belgium amefanikiwa kufunga jumla ya mabao sabini akiwa na Manchester City. Pia amefanikiwa kutoa pasi za usaidizi wa magoli mia moja na kumi na nane. Amekuwa mchezaji bora mara mbili katika misimu yake kumi akiwa na kikosi cha Manchester City ambayo inashiriki ligi kuu ya Uingereza. Unadhani wapi angetumkia? Uh, unadhani ni wapi ambapo uh, ange unge tamani mwamba huyo au kiungo huyo mshambuliaji Kevin De Bruyne kumwona akitua e, katika msimu ujao elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita Sasa ni baibai kwamba Kevin De Bruyne, e, msimu baada ya msimu huu kumalizika elfu mbili ishirini na nne na ishirini na tano tunaweza tusimwone katika kikosi cha Manchester City baada ya kutangaza kuondoka katika kikosi hicho cha Manchester City. Endelea kuwa karibu BeaTV, lakini konikuombeani kusi usipita usikose bila kubonyeza neno subscribe, ili uendelee kuwa nasi.